Alijiwakilisha yeye mwenyewe akaomba kwamba awasilishiwe rasmi mapingamizi ya wajibu maombi ya, ya Said Isa na mawakili wa Said Isa na wenzake ambao wamewekea pingamizi kuomba kujiunga kwenye kesi Antipas Mgwai Lissu ambaye anaomba anajio... kujiunga katika kesi ya Said Isa Muhammad na wenzake wa... wawili dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa maombi hayo ya mwenyekiti Tundu Lissu yametajwa pale Jaji Mwanga na baada ya kutokea pale jaji ame e, Tundu Lissu alijiwakilisha yeye mwenyewe akaomba kwamba awasilishiwe rasmi mapingamizi ya wale, wale wajibu maombi ya Said Isa wa Said Isa, na wenzake, pingamizi kujiunga ya Said Isa wakili wa Said Isa na wenzake ambao wamwekea kwamba maombi yasikubaliwe, kwa hiyo wamwekea pingamizi. Lissu akaomba kwamba alikuwa ajawasilishiwa kwa sababu yeye yuko gerezani na anajiwakisha mwenyewe, kwa hiyo ni vema pingamizi apewe rasmi eh, Mungu bariki pale ni kwamba upande wa pili walikuwa wali nazo hiyo wali, pingamizi wakampatia nakala ya pingamizi, na baada ya hapo vilevile mwenyekiti akaomba kwamba na yeye angependa kwa sababu yuko gerezani maombi hayo basi yasikilizwe kwa njia ya, ya, ya mahakama ya wazi. Yaa, kwa sababu yeye hawezi kusema fanya kwa njia maandishi hana uwezo wa, wa kuchapa au kutaipu katika kompyuta kwa sababu hana hivyo, hivyo vifaa kule, kule gerezani. Mahakama imemkubalia na kwa hiyo kesi itatajwa tarehe kumi na saba ya mwezi wa, wa pili mwaka 2026 baada ya kwamba ameshawasilishiwa, na sisi upande wa Chadema tutawasilisha hati e, yetu ya, ya ya, ya kiapo, eh, juu ya yale maombi ambayo ya yaletwa ya na mwenyekiti Tundu Antipas Mgwailisu. Baada ya hapo tukawa tumemaliza tukaingia katika eh, uamuzi wa mahakama kuhusiana na kesi namba 8323 ya 2025 ambayo iletwa na Said Mohamed Issa dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na vilevile dhidi ya katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mapingamizi yetu yalikuwa yamehusu kwamba hiyo kesi inagusa eh, masuala ya kikatiba ina mahakama ma, hii kwa sababu unasema ukiukwaji umefanyika Zanzibar basi mahakama ilikuwa inafaa kusikilizwa ilikuwa ni ya Zanzibar A. Alafu kwamba baadhi ya waleta maombi wasema kwamba wao ni uongozi wakuu wa chama cha demokrasia na maendeleo huko Zanzibar, wana nafasi kubwa. Sasa tuk kwa na pingamizi kwamba hao watu tokea pale, wao si tena si, si viongozi wa chama hizo nafasi wanasemaje. Sasa jaji ametoa ya maamuzi yake ambayo kwa sababu ni mawakili tunalazimika kuya kuyaheshimu kama hata kama upande mwingine, lakini hatukubaliana naye. Eh, sasa unayaheshimu kwa sababu ni uamuzi wa mahakama, inabidi uende nao, lakini hatukubaliana nao. Amesema kwamba eh, maswala yote ya kikatiba kwa kuwa sheria ya vyama vya siasa ina inazungumzia ina, ina, ina masuala ya kutokuwa na ubaguzi, masuala ya chama kinatakiwa kujiendesha, wala haya tusiingilie tu, kesi sio ya kikatiba, bali iwe kesi ya, ya, ya kawaida kwamba kuna kuna kanuni au kuna falsafa ya ya kukwepa kesi za kikatiba zaidi na ukazania kwamba kesi ziisha katika ambayo sio namna ya kikatiba. Sisi kwa upande wetu kwamba hatukubaliana, tunaamini kwamba unaposema kwamba kesi hii au chama cha demokrasia na maendeleo kinaminya na kuingilia au kutaka kuondoa haki au zile nafuu za kikatiba za watu wa Zanzibar katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii sio kesi ambayo inaweza kuamuliwa na mahakama hii. Lakini haja amesema hilo, swala ambalo litatamuliwa huko mbele kwa kesi sikilizwe tuweze kuendelea, amesema. Kuhusiana na yale madai kwamba Said Mohamed Isa na wenzake wawili kati yao wanadai kwamba wao ni viongozi wakuu wa chama cha siasa kule Zanzibar, wanasema hilo ni swala la ushahidi sawa. Na kwa hiyo kesi mpango tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2026 lakini kama chama kwa kweli nasema kwamba hatujaridhishwa na uamuzi huo wa jaji. Naangalia namna kitu cha kufanya, lakini ingeweza kuendelea na, na lakini, kesi tarehe 17 mwezi wa pili. Lakini kama chama, baada ya kukaa na viongozi wa kuwa chama na wanasheria wenzangu, tuamua njia sahihi ambayo inafaa, sababu kama tunaendelea na kesi ambayo tunafikiri kwamba mahakama haina mamlaka, na mahakama ya Tanzania kama ina mamlaka ni swala ambalo litatusumbua mwisho. Siku tutakwenda mahakama ya rufaa, tuanze tena, tuanze upya, tutakuwa tumepoteza muda mwingi sana wa mahakama. Swala lingeweza kuishia hapa, lakini jaji ame amengangania kwamba na mamlaka kwa pigabzpizmefika 20 nawana yote anakataliwa. Sasa e, un kuna, kwakweli kuna kwa namna nyingine sisi tunafikiri kwamba kuna vitu ambavyo viko ah, ah, sawa kwa kwamba pengine mahakama iliyoko juu ya mahakama hii ni vyema ikaweza kuyaangalia maswala haya na kuweza kutoa uamuzi unaostahili. Asanteni sana pengine e njia gani nyingine kwa mujibu wa sheria mnaweza mkafanya? Kwa sababu inasemekana kama ya, hi, ufama, basema, Ini, kwenye mazingira ya namna hii manake hamwezi kukatia rufaa maamuzi yake. Unaposema mnaenda kutafakari, nini hasa ambacho tunaangalia, kuna mlango unaweza kuwa umefungwa kabisa, lakini sifikiri umefungwa wote. Tunaangalia njia nyingine za kufanya za kuweza kuendelea na kuangalia na, na, na swala hili. Kwa hiyo tutashauri kama tutafikiria, mawakili mak, wote wa chama tutakubaliana kwamba hatuwezi tuka, hakuna, hakuna, hakuna, hakuna, hakuna hakuna la kufanya kwamba tuendelee na kesi lakini kama kuna njia nyingine ambayo ipo tutaitumia. e, njia zote zitumike zi za zi kuweza kuhakikisha kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinapata haki yake, sababu kwa kweli hii kesi, kama kuna kesi imeleta madhara makubwa kwa chama chetu ni kesi hii, na tunashangaa ukiangalia, ni kesi ambayo haina kichwa wala miguu, lakini inapewa miguu kwa namna ya ajabu. Asante.